Sasa watu wengi wanapiga kelele hapa na pale, oh, Raila ameenda kwa Ruto ametowacha. <laughs> Mii sijaenda kwa Ruto, Ruto nimekuja kwangu. Mii nimesema mimi nibaki msimamo yangu haijabadilika kitu muhimu zaidi, mpaka zalivyo mpaka sasa mimi nakuwa napigania haki ya Wakenya yote uliona mwaka ile ingine, sisi tulitoka yote, tulikuwa kwa barabara tukipigania wa Kenya kusema gharama ya maisha imepanda, tukasema fungulieni, sawa. Tukasema mambo ya ufisadi imezidi, tukasema mambo ya ukabila imezidi, tulisema haya yote mpaka baadaye tukaunda jopokazi kinaitwa Nadku kuandika ripoti jamaa walikuwa na shetasheta. Baadaye mwaka jana vijana wakajitokeza, je wakaingia kwa barabara barabaraapga kwenda kupiga na watoto wengi waliwawa, hayote yakawa pale wa jeshi wakatetemeka baadaye. Sasa wakalazimishwa kuvunja serikali na kusema watashauriana kuunda serikali mpya, lakini sisi zimesema maneno ambayo ziko suala nyeti zimebaki pale pale, pale, mpaka litatuliwe. Lakini haviwezi kutatuliwa kama watu hawajakuja pamoja kuongea, kuangalia vile mambo yatakuwa. Ndio sababu awa jamaa wakiwa wameshikwa na baridi na wamekuja upande yetu mimi nikasema tufanye mambo marekebisho haya yote mnaona yale tumeandika maneno makumi yote ni yale tumekuwa tunadai na wakasema watatimiza sasa tumesema tunapatia hao fursa ya kufanya hayo ili yarekebishwe uchaguzi itakuja mwaka 2027 wananchi wataamua wenyewe lakini kutoka hapa mpaka pale atutaki wananchi wetu wazidi kuumia, wambia matibabu yuko na shida yasha, imambo ya SHA haifanyi kazi eeishh, mambo ya ushuru ambayo wananchi wanatozwa ni juu sana, hata hii juma nyumba hizi etale uambie fanya hii na hii na hii na weke watu yako hapa hapa na hapa wafanye ikifika pale